Ndugu na habari, tumetana hapa ofisini ili tuweze kuelezea jinsi Jeshi la Polisi lilivyojipanga katika kuimarisha ulinzi e, kuelekea kwenye hizo sikukuu za mwisho wa mwaka hapa mkoa wa Mbeya. Ni kwamba kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka 2025 Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa raia na mali zao unaimarishwa kwa kiwango kikubwa na tumejipanga hivyo kwa ajili ya kufanya doria za magari pikipiki piki, doria za miguu na vilevile kutumia wanyama wetu tulionao na wanyama kazi au mbwa wa polisi kwa ajili ya kuzuia na kudhibiti uhalifu. Aidha, jeshi la polisi mkoa Mbeya limejipanga vizuri kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka kwa kuzuia na kudhibiti makosa ya usalama barabarani kwa kufanya doria katika barabara kuu ya Tanzam, kufanya ukaguzi wa magari katika maeneo rasmi ya vizuizi ambavyo tumeviweka katika mkoa wetu wa Mbeya kama vile Iwambi, Inyala, Shamwengo, pamoja na kutumia vifaa vya kisasa kabisa katika kupima eh, kiwango cha, ki, cha kilevi alichonacho mwendesha gari au dereva au mwendesha chombo chochote cha moto lakini pia hutumia speed radar ambazo eh, tunazo kwa ajili ya kudhibiti yeah, ah, madereva ambayo wanaweza kusababisha ajali zisizokuwa za lazima au zinazosababishwa kwa uzembe. Sambamba na hilo, ni vizuri kauli mbiu ambayo imekwisha anzishwa ya Jeshi la Polisi kwamba familia yako inakusubiri, kwa hiyo zingatia usalama wako. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawataka wananchi kuhakikisha kwamba wanakuwa waangalizi wakubwa kwenye makazi yao pindi wanapotoka kwenda kwenye ibada au misa za mkesha na wanapokwenda kusherehekea kwenye matamasha yoyote ambayo yameanzishwa ya kidini, hasa wakati wa usiku ili kuepuka matukio ya uhalifu katika makazi yao. Pia wazazi na walezi, Tunawakumbusha kulipa kipaumbele suala zima la ulinzi na usalama wa mtoto kwa kuhakikisha kwamba watoto wanaongozana nao na wanaongozana na watu wazima wanapokwenda ibadani, kusherehekea katika maeneo mbalimbali ya ibada au maeneo yote yenye mkusanyiko ya watu, ili kuepuka kwanza kupotea na kuwawezesha watoto maeneo ya vivuko kuvuka kwa usalama kwenye maeneo ya barabara lakini pia kurudi nyumbani wakiwa salama, waepusha na mazingira ya vitendo vya, vya kiarifu uh, ya, ya vitendo hatarishi wa watoto. Vilevile Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linapiga marufuku kwa mtu yeyote kupiga au kulipua milipuko yoyote kwa maana ya fataki bila kuwa na kibali kilichotolewa na Jeshi la Polisi. Watakaofanya hivyo ni wale tu waliokwishapata pata kibali kutoka katika ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi mkoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, maeneo hayo kwanza yanakuwa yamekwisha kaguliwa kuona je, hayaleti taharuki kwa watu wengine na ndipo kibali kinaweza kutolewa kwake. Kwa hiyo wale wote ambao hawana vibali kwa ajili ya kupiga fataki wasifanye hivyo. Lakini e, aliyepata kibali pia naye atatakiwa kuzingatia masharti na vigezo vilivyoelekezwa kwenye barua aliyopewa ya ulipuaji na upigaji wa pataki. Kwa maeneo yenye fukwe kama vile Matema Ngonga, kule wilaya ya Kera Kisiba, wilaya ya Rungwe na ziwa Ngosi, ulinzi umeimarishwa, na tunawataka wamiliki wa maeneo hayo ya starehe yaliyoko kwenye fukwe kuweka walinzi na waangalizi kwani katika kipindi hiki tunategemea kwamba kutakuwa na watu wengi walika mbalimbali ambao watafika katika maeneo hayo kwa ajili ya kufurahia. Aidha, wamiliki wa kumbi za starehe pia wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanaweka walinzi binafsi katika maeneo yao ya ndani na nje ya kumbi, ili kuhakikisha kwamba kwenye maeneo ya maegesho ya magari hakuna uhalifu kama vile wa vunja vioo vya watu waliokuja kwenye maeneo yao ya starehe na pia kuhakikisha kwamba wanajua uwezo wa kumbi zao, kumbi zao ili kuepuka kuzidisha watu na kusababisha madhara ya kibinadamu. Jeshi la Polisi mkoa Mbeya linatoa wito kwa makundi yote ya kijamii kuhakikisha yanazingatia swala la utii wa sheria bila shuti na kujiepusha na vitendo vya uhalifu au uvunjifu wa amani wa namna yoyote ile. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa rai kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi lao kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawatakia wananchi wote wa mkoa wa Mbeya maandalizi mema ya sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya 2026.